Ni katika kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa Machi nane kila mwaka, ambapo shirika lisilo la serikali la mlango wa matumaini kwa wanawake na vijana, yani Door of Hope for Women and Youth Tanzania, wamefanya uzinduzi wa kituo cha msaada wa kisheria kilichopo kata ya Shangani manispaa ya Mtwara Mikindani. Akizindua kituo hicho leo Machi 7 2025 kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mtwara, afisa tarafa wa Mtwara mjini Titho robi amewasihi wananchi wa maeneo mbalimbali wilayani Mtwara kukitumia kituo hicho ili kuhakikisha wanapata msaada wa kisheria, huku akiwa hasa kuwa na vielelezo ama nyaraka pindi wanapohitaji huduma ya msaada wa kisheria. Aidha, Afisa Chorobi ameisihi jamii mathalani wanawake kuhakikisha wanatekeleza vyema jukumu la malezi kwa watoto wao kwa ajili ya ustawi wao, na kusema kuwa kutofanya hivyo ni miongoni mwa makosa ya ukatili wa kijinsia. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa field. Tunajua fika mnapambana sana kuhakikisha mnawaelimisha watu, lakini pia wapate haki zao. Sasa kwa jamii ya kwetu ya Mtwara kwenye kupata haki mara nyingi wamekuwa na feli kwa sababu chache ambazo ndio leo tungezungumza ngeendelea kuzitilia mkazo sana mkikutana na na, na wananchi wetu. Jambo la kwanza, utunzaji wa nyaraka. Utunzaji wa nyaraka, anakuja mama analia na watoto sita. Ni kweli anasema aliolewa, ni kweli alifunga tu ndoa msikitini akaondoka, hakupewa hata cheti sasa hata akija huku kwenu mi naamini zitakuwa ni story, zitakuwa ni nini? Ni story kwenye, kwenye mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tuwafundishe ndugu zetu, wananchi wetu, ni namna gani kila wanachokifanya wahakikishe wanatunza nini, nyaraka. Mi mara nyingi nimeshiriki kwenye amajukwaa yenu, mwananchi ana machozi mengi, ila sasa vielelezo ndio hamna. Unatamani umsaidie, ila unakuwa una namna ya kufanya nini kumsaidia. Lakini jambo lingine nili ninapenda sana kusisitiza kwenye hoja yenu ya kusema mnapinga ukatili. Ukatili ndugu zangu, isio maneno kwenye jamii yetu sisi huku kanda ya kusini imefika, tumekuwa tuna kasumba, dada yeye anazaa anaita tu watoto kwa bibi yake, na nataka kuja kwenye dhana ya ukatili. Sasa sisi tukija huku, tunakuja kukuta kufanya postmortem. Mtu yaani, ndio umekuta. Sio alitaka kubakwa, alitaka kufanyaje? lakini hoja ya msingi hajatambua kwa nini huyu mtoto mpaka amefikia hapa. Kwa hiyo mimi nilitamani sisi Door of Hope, pamoja na mambo mengine, tuwafundishe hata wale wadada ambao unakuwa umezaa, labda ndio umezaa na mimi jua mimi na wajibu wa kuhudumia yule mtoto. Watoto unakuta wanatoa macho, hajaletea chakula na bibi yake, ukimuuliza wewe, kwa nini hajaletewa, bibi amesema hana, si ndio? Utasikia mimi, nimemleta hapa, mama, mimi nataka nikaendelee kupambana. Wewe umepambana umeleta mtoto. Unachoenda kupambana kingine nini? Uleta mtoto wa pili kapambane naye huko huko, maana mama yako alishafanya kazi ya kukulea wewe. Kwa mimi nataka ni nisisitize ni tukikutana na bibi zetu, wenyewe wanafurahi kuwa na wajukuu kutokana na umri wao, akiweka tu pale, anasema atakula ninachokula mimi. Atakula ninachokula? Lakini kiuhalisia tumtendee yake ile mtoto. Naye mkurugenzi wa shirika la Door of Hope Tanzania Clemence Mwombeki, amesema kituo hicho kinachotoa huduma za msaada wa kisheria bure, kinakwenda kuongeza idadi ya vituo hivyo mkoani hapa, ambapo lengo ni kuifikia jamii kwa kiwango kikubwa, hivyo kuifanya programu hiyo kuwa jongefu. Tunafanya kazi kubwa ya kupinga vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia kwenye taifa letu hili na kwa mkakati wetu wa miaka mitano inayokuja, tumejikita kuhakikisha tunaimarisha afua zetu kwenye mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Na kitu kingine tunachokifanya, tunahakikisha kwamba tunakuza upatikanaji wa haki kupitia utoaji wa huduma za msaada wa kisheria, na ndiyo maana taasisi yetu imeanzisha kituo hiki maalum kwa ajili ya kudismento, tunasema we are dismantling the GBV ecosystem kwamba tunafanya uelewa tunatoa uelewa tunafanya mafunzo na vitu vingine mbalimbali mbali, lakini mwisho wa siku wale tunaowapa mafunzo na uelewa wanapata changamoto za kisheria, na hivyo kituo chetu kimeona kuna haja au taasisi kuanzisha kituo ambacho kinatoa huduma za msaada wa kisheria bure bila malipo kabisa kwa watu wetu ambao ni walengwa wenye mahitaji changamoto mbalimbali mbali za kijamii, na hasa kwenye maeneo ya haki za wanawake, haki za watoto, masuala ya mirathi, ndoa E, kesi za jinai, kesi za madai na hari, pamoja na mambo mengine. Taasisi yetu, naamini, hatuweze kufanya kazi pekee yetu, ndio maana tulianzisha timu au kikosikazi maalum chenye wajumbe kama kumi na moja. E, kinawakilisha wa viongozi au watendaji kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka kama nilivyosema pale, ofisi ya mahakama, lakini tuna paralegals, tuna ofisi ya eh, polisi, upelelezi na polisi dawati la jinsia, tuna ustawi wa jamii, tuna TLS tuna daktari wa binadamu kutoka Likombe, tuna waandishi wa habari, tuna NGO hizi task force zipo. Maana yake tumeanzisha nyingine Tandaimba, tumeanzisha nyingine Mewala, tumeanzisha nyingine na Nyumbu. Wote tushawaandikia barua kuhakikisha kwamba hizi task force zinapatikana kadiri ilivyoongwa na ofisi ya mkuu wa mkoa. Hiki kituo wengine wanafikiri labda ni cha wanawake na watoto. Hapana, hiki kituo watu, kisheria, ni cha walengwa wote wenye changamoto za kisheria kwenye maeneo niliyoyataja. Kwa majina, naitwa Judith Chitanda ni mwenyekiti wa kikosi kazi cha utoaji huduma wa msaada wa kisheria Door of Hope. Siku ya leo tumezindua kituo hiki rasmi kwa ajili ya wananchi wa Mtwara ambao watatumia hiki kituo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali mbali za msaada wa kisheria. Kwenye hiki kikosi kazi kuna watu wa huduma mbalimbali, kuna hakimu, kuna daktari, kuna mtu wa NGO, kuna ustawi, kuna polisi dawati, kuna polisi upelelezi, kuna mwanasheria, kuna hakimu. Kwa hiyo ina maana ukitumia hii task force unakutana na watoa wa huduma wote, kama umefanyia ukatili wa kijinsia daktari anakuwepo hapa. Kwa hiyo kila kitu ni timu ambayo ipo kamili ambayo ina wadau wote wa haki. Sisi kama task force tutafata jamii huko ilipo. Tutaenda kwenye kata zote, tutaenda vijijini na tutatoa huduma kama Okay, kwa majina naitwa Alex Robert, ni hakimu mahakama ya Mwanzo Mtwara mjini. Sasa licha kwamba hii ni NGO ambayo ni taasisi ambayo inajishughulisha e, na utoaji wa wa elimu lakini na msaada wa kisheria kwa wananchi, na sisi kama mahakama tuna tunaungana nao maka maana e, wao wameunda ki, kikosi kazi ambacho kinajumuisha taasisi mbalimbali. Kwa kweli jitihada hizi ni nzuri. Maana kwa furu kama mimi nikitoa uzoefu wanavyokuwa na niko mahakamani nasikiza mashauri mbalimbali, mbali. Kuna wakati mwingine ambao unaweza kukuta kama mwananchi anakuja mahakamani kudai haki lakini baadhi ya sheria zijui au hajui kujitetea. Sasa hiki kinapoanzishwa kitu kama hiki ni msaada tosha kwao. Warao wanaweza wakapata uwakilishi wa kuja mahakamani, mtu akapata wakili hata pasipo malipo akaja waka, akatetea haki yake. Hata e, na sisi mahakama wakati tunaamua kesi, changamoto nyingi tunazokumana nazo ni pale ambapo mwananchi unakuta kwamba e, anatoa ushahidi lakini ukimuuliza nyaraka, anasema ana. Kwa mfano amenunua ardhi ukimwambia kwamba mkataba uko wapi, anasema ana. Wakati sheria ya ardhi inasema kwamba ardhi haiwezi kununuliwa bila maandishi, au anasema nimeolewa, lakini cheti cha ndoa ana na nini. Naitwa Lukia Saidi Mkanjima, nimehamasika kuja hapa Door of Hope kwa kulingana na utaratibu aliouweka kwa sababu sisi wanawake tunazidi sana kunyanyasika, hasa wamama wa wajane wale wajane waliofiwa na waume zao, jinsi wanavyotunyanyasa wenye ukoo wa yule bwana. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutuwekea ofisi hii ya Door of Hope, ili tu, tuje na maelezo yetu au na matatizo yetu ya jinsi tunaponyanyasika sisi kwa kinamama. Kwa maombi yangu, mimi naomba wote tuwe tuhamasike, tuje kuongea hapa. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Hayuba Mpembita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Ama hakika sisi ni watu wa field, asante na kwa heri. <tune>